nasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Uhali gani, mpenzi mtazamaji wa baba Sam The King Tanzania TV channel? Karibu tena katika mada zetu ambazo tumezoea kuzileta hapa za makala inayoitwa hii ni hali halisi. Hii ni hali halisi, ni makala ambazo huwa tunakuletea vitu ambavyo ni vya kweli kabisa, ambavyo vimekuwa vikitokea katika jamii yetu. Leo tunaye dada yetu Modesta Jacobo Karage ambaye ni mwenyeji wa Tanga, lakini leo anakuja kutufundisha kuhusiana na masuala ya malezi kwa watoto, manake sikiliza mpaka mwisho, moja kwa moja utapata chochote kile cha kuweza kufikiria namna jinsi ambavyo watoto wako unavyoweza kuwalea. Je, hivi ambavyo atakavyovizungumza dada yetu huyu Modesta, je, na wewe huwa unavifanya? Manake anatuambia inatakiwa tuwalee watoto kwa kutegemeana, yani kusiwepo mtu ambaye anasema kwamba akuwe, yani mtoto akuwe huku akisema kwamba hii kazi ni ya mwanaume na hii kazi ni ya mwanamke, kutokana na kwamba tayari wote umewalea katika makundi ya kutegemeana. Sasa kama endapo haujasubscribe chaneli hii Subscribe channel hii imeandikwa Baba Sam The King Tanzania TV channel ili uwe wa kwanza kupata makala na simulizi mbalimbali mbali ambazo zinazoendelea kuwekwa hapa katika hiki kituo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa makala mbalimbali pamoja na simulizi ambazo zinaendelea hapa katika chaneli hii. Leo huyu dada atatufundisha namna jinsi ambavyo pia tuna uwezo wa kuwalea watu ambao wana ulemavu, maanake watoto wetu ambao wana ulemavu pamoja na wale ambao hawana ulemavu na wale ambao wana ulemavu. Je, wewe mwanajamii ambaye una mtoto ambaye ana ulemavu Je, huwa unamlea kama haya ambayo dada yetu atakuja kutufundisha hapa? Dada yetu Modesta Jacobo Karage, tunakuomba utuambie, unaanzia wapi? Utaanza katika mada ipi? Tunakuomba utueleze dada, wafundishe ili wanajamii waweze kuelimika, utakuwa umefanya jambo moja zuri sana na pia Mwenyezi Mungu atakubariki kutokana na hiki ambacho unachoenda kukifundisha, kwa sababu uh, katika asilimia kubwa ninaamini uh, wazazi tumejisahau, hatuendi namna jinsi ambavyo wewe utakavyofundisha, na pia utakapotoa hapa elimu maanake, na wengine ambao walikuwa hawafati haya mafunzo ambayo utakayoenda kuyafundisha hapa, moja kwa moja na wao watajifunza. Mtazamaji huyu ni mama wa mtoto mmoja anajiita mama G au mama Gracious, lakini anajifupisha kwa jina la mama G, na pia ni mke wake na Stefano Laurentin Tata, ambaye ni mtu mwenye ulemavu wa macho. Kwa hiyo tumsikilize hapa, dada yetu Modesta Jacobo Karage, huyu mama G au Mrs Stefano Ntata atakachoenda kutufundisha. Dada yetu tunaanzia wapi? Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Hapa hasa kwa wazazi ambao wana watoto wa jinsia ya kike na wa kiume, lakini leo sana sana tutaangalia njia sahihi, njia sahihi za kumwondolea mtoto wa kiume dhana ya ubaguzi wa kazi. Tumeshazoea kuona kwamba watoto wa kiume mara nyingi anasema, hii kazi ni ya mtoto wa kike, siwezi kuifanya. Mama, je, utatumia njia ipi ili mtoto wako wa kiume asiwe mbaguzi wa kazi? Njia ya kwanza, anza mafunzo mapema. Anza kumshirikisha mtoto wa kiume kwenye kazi za nyumbani akiwa bado mdogo kabisa kuanzia miaka mitatu, minne, mpe kazi kama kufagia, kuosha vyombo, kupika. Yaani kupika sio kwamba anapika ugali mtoto wa miaka mitano hapana. Bila anavyozidi kukua, miaka inazidi kuongezeka basi unakuwa unamfundisha hata kupika. Ili hata kama siku moja unaumwa, mtoto wako wa miaka sita, miaka saba, anaweza kukukorogea uji anakupa mama kunywa, baba kunywa uji hivyo. Hata kama atafanyaje? Atakuwa ni mdogo lakini umeshamfundisha kazi mapema, zile ndogo ndogo za nyumbani. Lakini kitu cha pili, toa mfano kwa vitendo. Hapa mlezi kama ni baba ni mama kwa mtu, sana sana baba, baba yake mzazi au baba yake wa kiume au msichana, mbele kumuonyesha mfano, kumsaidia mamake kupika, anachukua anamwambia: mwanangu, chombo tunaosha; mwanangu, tunafagia. Na yeye chombo anamwambia mwanangu, chombo tunaosha hivi, ah mwanangu, tunafagia hivi uwanja, unaona kwa sababu mtoto wote mtoto, yule anaiga kutoka kwa wakubwa wake, kile ambacho mnakuwa mnafanya mnakifanya, au mnakuwa mnamwambia. Kwa hiyo mzazi wa kiume au mlezi wa kiume ana jukumu kubwa sana kuonyesha mfano mzuri kwa yule mtoto wake, ili iwe rahisi kuona hii kazi, kwamba tunataka tufanye wote, sawa kitu cha pili, tumia lugha isiyo isiyogawa kazi kwa jinsia zote. Badala ya kusema kazi hii ya wanawake ni kupika eh, wewe sasa hivi, kupika ni jukumu la kila mtu anayeishi hapa, awe wa kike awe wa kiume, wote ni kupika. Kwa hiyo unataka kabisa ujue hata kama una jinsia ya kiume, unafanyaje? Unatakiwa kupika lakini kitu kingine, toa elimu ya usawa wa kijinsia. Eleza kuwa kazi zote ni muhimu, hazina jinsia. Tumia hadithi, michezo kuigiza, yani unaonyesha ushirikiano kati yako wewe na familia yako na mtoto wako. Lakini pia mzazi unatakiwa umsifie, msifu mtoto wako wa kiume anapofanya kazi yoyote ya nyumbani. Mfano, eh, leo umeosha vyombo vizuri, umeona umetusaidia sana hii kazi mwanangu, leo umefagia ndani, au umenisaidia mwanangu. Lakini pia epuka sana kucheka au kudharau wa watoto wakiwa wanafanya kazi za nyumbani, ah hizi hii yale waga ipo kwenye jamii. Mfano, anakuta mtoto wako akiwa anaosha vyombo, na mimi unaosha vyombo kama mtoto wa kike. Hizo ni kauli ambazo mtoto wa kiume mara nyingi zinamvunja moyo lakini una, pia, pia, pia mzazi wa kike au wa kiume atakayotengeneza ratiba ya malengo yake pale nyumbani, mtoto, mtoto ana mchango pale nyumbani, au mtoto wa kike au wa kiume, sana sana leo tuna deni na watoto wa kiume. Kwa hiyo wao wana mchango; hakikisha na yeye ana majukumu kama dada zake bila kuachwa au kuepushwa kwa kuwa ni mvulana. Kwa hiyo umemwambia kabisa: Jumatatu anaosha Shabani, Jumanne ataosha Amina, Jumatano atafanya hivi. Hivyo unakuwa umeshamjengea kwamba hii kazi tunataka mimi na dada yangu tusaidiane kitu, kitu kizuri au kauli nzuri ambayo nataka nikuachinayo leo ambayo itakufundisha katika familia, ya kila mtu ni muhimu na kila kazi ni ya heshima, iwe kupika au kubeba kuni, kuteka maji, hizo ni kazi ambazo zote ni, ni saa katika familia. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Asante, asante, asante sana mamaji Mrs. Stefano Laurentin Tata katika mafunzo yako hayo. Tunashukuru sana, nadhani wewe mwanajamii ambaye unafuatilia makara hii ya hii ni hali halisi ambapo ni makara kabisa ya ukweli ambayo inagusa jamii kutokana na mafunzo mbalimbali mbali ambayo tunakuwa tukiyaleta hapa. Mpenzi mtazamaji, pia e, Modesta Jacobo Karage anayo maelezo mengine ambayo anakwenda kutufundisha hapa, mada nyingine ambayo inahusiana na malezi ya watoto hapo hapo, lakini hapa sasa anaenda kutugusia namna jinsi ambavyo mtoto mwenye ulemavu kama endapo unaye inatakiwa umlee katika maadili gani, ili na yeye akue akiwa anafahamu kufanya kazi, maanake hata atakapokuwa asije akawa tegemezi, kama watoto wengine ambao unakuta wazazi wengine hawawashirikishi watoto wao wenye ulemavu katika masuala mbalimbali mbali ya kijamii. Kwa hiyo hapa anaenda moja kwa moja kutufundisha namna jinsi ambavyo tunaweza tukaishi na watoto wetu wenye ulemavu na tukawashirikisha mambo mbali mbali, ili wakue wakiwa wanatambua kama mtu ambaye hana ulemavu, na yeye awe na uwezo wa kutambua kufanya yale mambo ambayo yule mtu ambaye hana ulemavu ambayo anaweza kufanya basi yanayotegemea mikono, basi na yeye awe ni wa kwanza kabisa kuya kuyafanya, na hatimaye yawezekane, maanake asishindwe. Kwa hiyo twende tukamsikilize tena. Dada yetu, umesema kwamba kuna mada nyingine ambayo unaenda kutufundisha kuhusiana na maswara ya watu wenye ulemavu yaani, watoto wetu wenye ulemavu kuwashirikisha katika kazi mbalimbali mbali, ili na wao waweze kujitegemea. Mm-hmm. Tunaanzia wapi hapo tena? Hebu tu, tufundishe dada. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi hapa ninamaanisha mtoto ambaye ana ulemavu na mtoto ambaye hana ulemavu wa aina yoyote. Ni njia gani sahihi na nzuri ambazo zitatusaidia sisi wazazi kuelekeza watoto wetu? Kitu cha kwanza, anaweza kwa upole na kwa lugha rahisi, tumia maneno ambayo yana, anaweza kuyaelewa. Alafu pia unatakiwa mueleze, anatakiwa fanya kazi kwa, yani kazi anatakiwa kuifanya ifanyije na hatua ya kuifanya hiyo kazi Mfano, kwa mtoto mwenye changamoto ya kuona au kusikia, tumia njia mbadala, mfano mguso, alama, picha au vifaa vya msaada. Mfano unamgusisha kikombe, hiki ni kikombe mwanangu, sawa. Kwa anakuwa anaelewa, hii ni bakuli, hii ni sahani, kwa anakuwa anamuonyesha kwa nini, kwa kumgusisha au kwa lugha ya ishara, kwa yule mtoto ambaye anatumia lugha hizo lakini pia onyesha mfano kwanza. Fanya kazi hiyo mbele yake, kama mfano mwambie mwanangu, tunaosha hivi vyombo, unamwonyesha hivi ni kikombe mwanangu, tunachukua sabuni, tunapaka kwenye dodoke, tunaosha hivi, tunasuza hivi. Kwa hiyo ukimwonyesha kwa mfano mtoto, inakuwa ni rahisi yeye kufanya kwa kuiga. Ukishaosha kikombe cha kwanza wewe, unamwambia achukue kikombe kingine, osha kama niosha mimi, kwa anakuwa anaiga vile ambavyo wewe umefanya mzazi lakini kitu kingine, gawa kazi kwa kiasi kulingana na uwezo wa mtoto. Usimpe kazi nzito sana au nyingi kwa wakati mmoja. Uh, mtoto mwenye ulemavu anaweza kuhitaji muda zaidi, mpe kwa uvumilivu, kwa sababu unajua tali mwanangu ni mwanangu mimi, haoni kwa hiyo nisimgee kazi nyingi, kwa sababu anataka ajifunze taratibu. Au mwanangu mimi asikii, kwa hiyo natakiwa nitumie ishara zaidi, ili aweze kunielewa. Kwao unampa muda na, lakini pia kazi unampa kazi ya kufanywa, nampa kwa kiasi kulingana na uwezo wake. Lakini kitu kingine, mpatie majukumu ya kujitegemea ah, sisi kama kama watoto katika kazi za kila siku, mfano kufuta meza, kupanga viatu, kupiga deki kwa uwezo wake. Hii umjengea heshima na kujiamini. Mpatie majukumu ya kujitegemea kwamba asiseme kwamba hapa mezani hapa nimemaliza kula atakuja kufuta dada au mama atakuja kufuta. Hapana, mwambie unataka ujitegemee wewe mwenyewe, futa meza, fanya kitu fulani. Umemaliza kula, toa chombo, usisubiri mpaka mkubwa aje akutolee. Lakini pia kitu kingine, msifu pale nakufanikisha, tumia maneno ya kum, kumtia moyo, kumfariji, mfano hongera, umefanya vizuri sana mwanangu lakini kitu kingine nataka mwambia, eh, mwanangu, umejitahidi leo vizuri. Ile inampa hamasa. anaanza kusugua, Hapana, muonyeshe kwa ishara kwamba shika hivi inasuguliwa hivi. Na ana anaelewa kama amekwama kabisa pale, kingine ufanyeje? Umsaidie, toa nafasi na muda wa kujifunza. Wape watoto wako muda wa kujifunza kwa kasi yao. Epuka kumlinganisha mtoto wako na mtoto mwingine. Mbona fulani anaweza anaweza kufanya kitu fulani? Hapana, mtoto wako ni mtoto wako, usimlinganishi na mwingine. Na ukuaji wa watoto au uelewa wa watoto huwa unatofautiana. Ndio maana unaweza ukamkuta mtoto mwingine ana miaka nane anajua kusoma na kuandika, lakini mwingine ana miaka nane hajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo mtoto wako usimkompee na mtoto mwingine kabisa. Lakini kitu kingine, kuwa na upendo, hekima na uvumilivu. Malezi bora ni yale yanayozingatia utu na hali ya mtoto. Mfano, sisi kama wazazi ambao tuna watoto ambao wana matatizo ya kuto ku, kuona, kusikia albinism. Unaona, hawa watoto wanahitaji sana kuwakea kuwapa moyo, kuwa, kuwa, kuwa fariki. Mda mwingine mzazi unakuwa na hasira mbona kazi kuna kuelekeza hiki ufanye, mbona mimi nafanya hivi wewe ufanye? no Mwelekezi kwa upendo hekima, mvumilie na yeye. Si kwamba hataki kujifunza kwa haraka haraka, hapana, anatamani ajifunze haraka haraka, lakini unatakiwa mpe muda, unatakiwa mvumilie. Unaona eh? lakini kitu ambacho nataka niwatie moyo wazazi na walezi wenzangu, kila mtoto ni wa kipekee na kila mmoja anastahili nafasi ya kujifunza na kushiriki kwenye mambo mbalimbali, hasa ya kifamilia, kijamii na kiuchumi. Hata mnapopanga mipango yenu ya kimaisha, mshirikishe na mtoto wako. Mwanangu Gracious, habe mama. Mimi na baba yako tumeplani kwamba mwezi wa sita tunataka tuende wapi? Kijijini tukasalimie bibi na babu yako. Sawa. Wewe unapendelea lini tuende Ah, kwa kwa nini mama ka tusiende mwezi fulani? Tuni mwezi wa kumi na mbili. Kwa nini mwezi wa kumi na mbili, mama? Mimi hapa nitakuwa na likizo ndefu. Lakini pia nitapata muda mzuri wa kwenda kuwatembelea ndugu zangu mbali mbali ambao wapo pale kijijini. Ah, kwa hiyo umeamua? Hiyo ndio mama, itakuwa ni nzuri. Lakini pia tutakula siku huko. Tayari umemshirikisha kwenye wazo zuri la kifamilia. Mwanangu, mimi na babako tumekaa tumejadiliana. Tunataka tufanye moja mbili tatu. Unashauriaje? Ah, mama kama mnataka mnua kiwanja basi tukanua sehemu fulani. Pale tutakuwa karibu tu, katikati ya mji. Tunaweza tukinunua kiwanja cha Chalinze itakuwa rahisi kwenda nyumbani kwetu Kigoma na kwenda Tanga. Tuko katikati ya mji. Unaona? Kwa hiyo mwanao umshirikishe, lakini tayari ameshapata wazo wengine. Kwa nini mama tujenge Dar es Salaam? Kwa nini tusijenge Chalinze? Kwa nini mama tujenge Chalinze tusijenge sehemu fulani? Kwa hiyo watoto wanatakiwa washirikishwe kwenye kila kitu. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi swadakta, swadakta, swadakta. Asante sana dada yetu kwa mafunzo mazuri ambayo umeenda kutufundisha. Naamini hata jamii moja kwa moja watakuwa wamejifunza kutokana na haya mafunzo ambayo umepanga kutufundisha. Na hatimaye kwa wale ambao mnaishi na watoto wenye ulemavu basi hapo mtakuwa mmepata eh, jambo zuri sana la kuweza kuwafundisha watoto wenu, ili ili wasiwe mbele tegemezi na wakaanza kujifunza mambo ukubwani. Eh, wanasema kwamba samaki mkunje angali mbichi, manake usipomkunja angali mbichi manake moja kwa moja eh, hatokunjika tena kwa sababu atakapokauka Maanake kumkunja itakuwa ni ngumu, ni lazima atavunjika. Lakini ukimkunja angali mbichi, maanake hata akija kukauka, manake atakauka hivyo hivyo, ameshajikunja. Kwa hiyo, huo ni mfano bora wa kwamba tuendelee kuwafundisha watoto wetu kama namna jinsi ambavyo tumepata haya mafunzo hapa eh, ambayo ametufundisha dada yetu wa nguvu kabisa, the superwoman ambaye ni Mama G, Mama Gracious, Mrs Stefano Laurent Ntata. Kumbuka huyu mpenzi mtazamaji, kama jinsi nilivyokuambia kwamba ni mke wa bwana Stefano Laurent Ntata ambaye ni mtu mwenye ulemavu wa macho. Ehe, bwana Stefano Laurent Ntata ni mtu mwenye ulemavu wa macho lakini eh, haya mambo yote ameyajuaje? Eh, ni kwa sababu alijizatiti kuishi na eh, mtu mwenye ulemavu wa macho na ndio maana ameanza kujua kabisa kwamba hapa inatakiwa eh, eh, watoto wawe hivi, walelewe hivi na mambo mbalimbali mbali. lakini angekuwa kama ni mwanamke mwingine angeshindwa haya mambo lakini kwa vile yeye ni mfuatiliaji, tumpe ongera zake, ameweza kufuatilia. Naam, hapa tumefika mwisho kabisa e, mwa makala yetu hii ya hii. Ni hali halisi, ulikuwa nami Hasdi ziro t Baba Sam the King. Katika makala hii ni kuage, niseme kwa heri kwa sasa, mpaka hapo tutakapokutana katika makala nyingine, lakini Usisahau kusubscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali mbali, pamoja na kujifunza kupitia simulizi na makala mbalimbali ambazo zinagusa jamii. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, ambaye tulikuwa pamoja katika makala hii. Nipongeze ni, ni sana pongezi ziende kwa Mzee Stefano Laurent Ntata ambaye anaitwa Modesta Jacobo Karage ambaye ametufundisha eh, hizi mada zote mbili zinazohusu watoto. Namna jinsi ambavyo tunaweza tukawalea na hatimaye wakakua katika kujitegemea. Mada ya kwanza manake ilikuwa ni kati ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike, maanake wakuwe kwa kutegemeana, wao wanafanya kazi kwa pamoja. Lakini mada ya pili akatupatia kuhusiana na uh, mada zinazohusiana na watu wenye ulemavu kuwashirikisha katika kazi. Maanake watoto, kama una mtoto mwenye ulemavu, umfundishe, bwana hiki ni kikombe yeah. Hii hapa ni chupa ya chai, ukitaka kuosha unafanya hivi kidogo kidogo, mwisho wa siku atakuja taelewa. Kwa hiyo hata kama atakapokuwa atakuwa akiwa nafahamu kwamba hiki kitu ninachokifanya tangu utoto nilikifanya, lakini pia tukaona amegusia masuala ya kuhusiana na, akatolea mfano kabisa kwa mwanaye eh, Gracious Stefano Laurentin Tata kwamba inatakiwa akikuwa wamshirikishe mm, kila kitu ambacho mnachokifanya nyinyi wazazi mwashirikishe na watoto wenu, ili na wao watoe mawazo yao. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuwashirikisha watoto katika kila jambo ambalo mnalokuwa mkilipanga. Kama ni safari, mshirikishe. Kama ni eneo mnataka kwenda kujenga, mmeshanunua kiwanja mnamshirikisha ili na yeye muweze mwe, kusikia mchango wake ni upi. Hongera sana mamaji, nina ninakuombea kwa mwenyezi Mungu, basi mtoto akuwe katika maadili hayo hayo ambayo umetufundisha hapa. Mimi ni hasdi 02, baba Sam the King, ni kuage mwanafamilia wa baba Sam the King Tanzania TV channel, mpaka hapo tena tutakapokutana kwenye makala yetu nyingine ya hii ni hali halisi au kwenye simulizi mbalimbali mbali, ni kuwage niseme alamsiki. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Baba Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King, Tanzania TV chaneli kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo: 0752732515.